Kwingine iko chama cha wasambazaji dawa nchini kimetoa tahadhari kuhusu upungufu wa dawa muhimu. Naam, chama hiki kikisema kuwa uhaba huu huenda ukasababishwa na hatua ya mtafaruku wa uagizaji dawa nchini, wanaosema utaathiri kuletwa nchini kwa zaidi ya dawa elfu 21. Hata hivyo, bodi ya dawa nchini imeondolea mbali hofu hii kama Mary Mwoki anavyoarifu. Chama cha wasambazaji dawa kilikuwa kimetangaza kuwa huenda Kenya ikashuhudia uhaba wa dawa muhimu katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Hii wakisema ni kutokana na hatua ya mtafaruku wa kubadilishwa kwa mfumo wa kuagiza dawa na bodi ya dawa nchini, japo bodi ya dawa ilisema mabadiliko haya yalinuia kuambatana na masharti ya Shirika la Afya Duniani. Waagiza dawa nao wanasema dawa zaidi ya elfu 21 zimebanwa kuingia nchini. Miongoni mwa watakao athiriwa na hatua hii ni zaidi ya wagonjwa milioni moja nukta tano wa kisukari, wagonjwa wa presha na angalau wa Kenya milioni moja nukta nne. Wanao na virusi vya ukimwi, wagonjwa wa saratani ambao tayari wanakabiliwa na gharama kubwa pia wako katika hatari zaidi, chama cha wasambazaji dawa kikionya kuwa dawa za matibabu ya saratani ni ghali na upungufu unatia wasiwasi. Hata hivyo, kwa taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari, bodi ya kudhibiti dawa nchini inakanusha madai hayo na kusema ni kinukuu, kinyume na madai haya ya uongo, hakuna kizuizi cha dawa nchini Kenya. bodi Bodi imesalia na takriban dawa elfu tisa zilizosajiliwa na zinazokidhi viwango vya kitaifa na kimataifa vya usalama, ufanisi na ubora. Bidhaa hizi zinaendelea kupatikana. Kenya kwa sasa inafanyiwa tathmini na shirika la afya duniani kupitia ukaguzi na udhibiti wa dawa. Lengo la ukaguzi huu ni kubaini iwapo mfumo wa udhibiti dawa nchini unaweza kuingia ngazi ambayo WHO inatambua kama yenye uthabiti, ufanisi na utaratibu wa hali ya juu. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen.